Mmm kwanza, naweza nikasema kwamba Mamlaka ya Mawasiliano Tanzania ina jukumu la kuhakikisha kwamba tunalinda maslahi ya watumiaji. Mhm. Mm Ehe, so sio kuishia tu kutoa leseni kwa kwa kwa, kwa mwekezaji lakini tunajukumu la kuhakikisha kwamba yule mtu wa mwisho ambaye ndo mlaji wa hiyo huduma naye analindwa. Mhm. Ehe. Kwa mm hiyo -hmm. eh, eh. kuna faida nyingi uh, za yeye kuwa na, na za, kuwa na leseni. Hasa kumaanisha kwamba kwa mtoa huduma faida ziko nyingi. Naweza nikasema kwamba kwanza yeye inamsaidia. Inamaanisha kwamba itamuwezesha yeye kutoa huduma kwa kufuata masharti na sheria zilizopo. Pia itamsaidia kuja kumpa kama nilivyosema utambulisho. Itamwezesha pia yeye kupata pia nafasi mbalimbali. Mbali. Pia itamsaidia yeye pia hapa kupata mikopo pia. Maana ukienda kuomba mikopo utaonekana kweli ni taasisi ambayo imeshauri. Pia ina leseni kubwa kutoka Mamlaka ya Mawasiliano. Mm. Tanzania. Kwa mtumiaji pia itamsaidia inamaanisha kwamba ataweza kupata huduma ambazo zina ubora. Na pia itamsaidia pia kuwasilisha lalamiko lake Mamlaka ya Mawasiliano Tanzania endapo atakuwa amekutana na jambo lolote kati yake na huduma. Sasa kama huyu mtumiaji amepata huduma kwa mtu ambaye hana leseni kutoka mamlaka ya mawasiliano ikija, <laughs> e, hapa itakuwa nipata shika nguo kuchanika, kwa mm. sababu tutaanza kuangalia, je, huyu mtu Alikuwa na leseni kutoka TCRA. Mm. Akiwa na leseni kutoka TCRA, kwa kweli itakuwa ni msaada na tutajua jinsi ya kuanza kwa sababu tuna process zile za kufanya kwamba ikitokea mtumiaji hmm. na na mtoa huduma kimetokea chochote baina yao kuna process za kufuata za kutatua migogoro. Mm. Sasa itakuwa ni rahisi kwake hmm. kama ametumia huduma za mtu ambaye ana leseni kutoka TCRA, itamsaidia pia kumpa ujasiri endapo kitatokea chochote baina yao. Baina ya TCRA na kusolve.